Hello mom. Hello mtoto wangu ushafika? E, nimefika, lakini keke amenipatia kazi nyingine tofauti na enye alikuwa anipee. Amekupea kazi gani tena? Amenipatia kazi ya kuvunja ndoa yake ili achukue mali ya mumewe. Na wewe umemwambia aje? Nimemwambia tu anipatie time nifikirie kama nitaweza kufanya hiyo kazi. Hakuna cha kufikiria, we kubali kufanya hiyo kazi, ndio akiachana ukue bibi ya bwanawake lakini mama akiachana anachukua mali yote ya mme. We usijali. Wewe wewecheza kama wewe, asitoke hata na kijiko mojaaa. Basi Kasongo yeye, yeah, yeah. <laughs> Mombali nanga <laughs> Kasongo, mbona wewe umeleta na huyo mwanamke mwenye anatufanyia kazi hapa? Hey, nimemwangalia na simwelewi. Hamuelewi aje babe? <laughs> Wewe umeona vile amevaa? Na tena anaangalia kama nyoka. Ni kama anataka kuneka kwa mtego. Bebu usifikirie hmm hivyo. Yeye anavaa hivyo kwa sababu hajazoei joto ya Nairobi. Eh, joto ya Nairobi. Hata niletea joto. Mimi, tafadhali muambie tu uh, muongelesha avae vizuri ama ataleta shida katikati yetu. Bebu, msichana hawezi leta shida katikati yetu. Wewe na kuamini wewe ni mwaminifu sana. Huwezi <laughs> kuingia kwa mtego wa mwanamke yoyote. Acha nikuambie mke wangu, hii mambo inanga uaminifu. Tafadhali muongeleshe huyu mfanyikazi wako avae vizuri ama <laughs> kutanuka ikutanuka mwaache, bana, acha kuwe fresh uni, ni kama tunamuonea, umesema hivyo yeah. Unataka kumwangalisha vaa vizuri eh, yeah, baby, simuache wende. Ndio una complicate vitu. Mimi ni nani nikatae? Mimi <laughs> ni kiumbe dhaifu. Ni sawa, acha kucomplicate mavitu bana. Sawa sawa, hebu niletee hiyo njugo hapa, ni kama nataka kuongeza nguvu <laughs>